Muda mfupi uliopita ubalozi wa Marekani nchini Tanzania uliopo jijini Dar es Salaam umetoa taarifa ya tahadhari ya tishio la mashambulizi ya kigaidi nchini Tanzania. Lakini kabla ya kuzungumzia kwa undani swala hilo, nawashukuru nyote mnaotembelea channel hii na wakaribisha wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo hujafanya hivyo na ikikupendeza, unaweza kusubscribe lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, channel hii ambayo sasa inajulikana kama Jasusi TV, licha ya breaking news hizi, pia ina habari za kitaifa na kimataifa, chambuzi na pia kuna kozi mbalimbali mbali hapa, na kuna habari za kiintelijensia. Na kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika, unapata pia fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye hii breaking news ambayo imepatikana jioni hii uh, ambapo ubalozi wa Marekani jijini uh, Dar es Salaam leo Ijumaa ya tarehe ishirini na moja Machi elfu mbili na ishirini na tano umetoa tahadhari kwamba kuna uwezekano wa tishio la kigaidi uh, la kiwango cha juu linalolenga maeneo ya mijini nchini Tanzania hususan jiji la Dar es Salaam. Kwa mujibu wa tangazo lililotolewa kwenye tovuti ya ubalozi huo wa Marekani, ambayo mimi awali niliona taarifa hiyo kwenye akaunti ya Twitter ya X, zamani Twitter, ya ubalozi wa Marekani, lakini pale kwenye hiyo tweet kulikuwa na link, na ukibonyeza ile link na kupeleka kwenye tovuti ya ubalozi huo. Kwa hiyo inasema uh, kwenye taarifa hiyo kwa kwamba mahali panapodhaniwa kwamba panapodhaniwa kwamba kunaweza kutokea uh, tatizo hilo ni visiwa na maeneo ya pwani yaliyo kusini mwa Kisiju Tanzania, na tukio lenyewe husika ni kwa, hii ni tahadhari kwa wananchi wa Marekani ambao wanashauriwa kuepuka kabisa kusafiri kwenye maeneo haya. Wafanyakazi wa serikali ya Marekani wamepigwa marufuku kusafiri maeneo hayo bila kibali cha awali. Aidha, taarifa hiyo inaeleza kwamba kuna uwezekano wa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maeneo ya kitalii, hoteli zinazoendeshwa na wageni, ofisi za ubalozi na taasisi za kimataifa, nyumba za ibada, makanisa na misikiti, vituo vya usafiri kama bandari na vituo vya mabasi. Kwa hiyo haya ndio maelezo yaliyotolewa na ubalozi wa Marekani. Uh, uchambuzi wa awali unaonyesha kuwa chanzo cha taarifa hii ni intelijensia ya kiutendaji. Kwa lugha ya kiintelijensia unaita actionable intelligence, yani taarifa ambazo zimepokelewa kuchakatwa na kuthibitishwa kuwa na uwezekano mkubwa wa kutokea kwa tukio husika. Katika mazingira ya kijasusi, kiwango kama hiki cha tahadhari hutolewa tu pale ambapo kuna dalili za wazi za tukio husika kutokea, iwe kupitia kwa mawasiliano yaliyodakwa, ufuatiliaji wa watu waliopo kwenye orodha ya uangalizi, yani surveillance dhidi ya watu ambao wako kwenye hii inaitwa watch list. Watch list ni watu ambao wanadhaniwa kuwa na mipango hatari, lakini kwa hiyo wanafuatiliwa, matendo yao wanafuatiliwa, maongezi yao, simu zao zinanaswa na vitu kama hivyo, au harakati zisizo za kawaida katika maeneo hatarishi. Jasusi TV inathibitisha kuwa hii si tahadhari ya kawaida, bali ni onyo la hatua ya karibu au operation inayoandaliwa dhidi ya malengo ya kimkakati kijiografia. Maeneo yaliyotajwa yaani, visiwa vya pwani ya kusini na visiwa, vya, visiwa na pwani ya kusini mwa Kisiju yako karibu na mikoa ya Lindi na Mtwara. Uh, hii ni njia ya kiasili inayotumiwa na magenge ya kiarifu na hata wapiganaji wa itikadi kali kuingia kutoka Cabo Delgado, jimbo la Cabo Delgado huko Msumbiji, ambako kuna kundi la ta, kuna tawi hili la ISIS Mozambique uh, ISIS uh, ambalo linaendelesha linaendesha mashambulizi yake huko na pia kuna wanajeshi wa Tanzania ambao wanaisaidia serikali ya Msumbiji kukabiliana na changamoto hii huko uh, Msumbiji na wamekuwa kwa nyakati mbalimbali kumekuwa mbali na taarifa kutoka maeneo ya Lindi na Mtwara kuhusiana na uh, hawa makundi hili kundi la kigaidi kujaribu kuingia katika maeneo hayo, lakini kuna taarifa nyingine ambazo hazijawahi kuthibitishwa kwamba baadhi ya vijana wa Kitanzania uh, kutokea maeneo ya, ya, ya Mkiru kule Mkuranga, Kibiti na Rufiji ambapo kulikuwa na changamoto kwenye miaka ya huko nyuma kwamba wapo huko wanashirikiana na haya na hili kundi la kigaidi. Kwa hiyo taarifa hii ya ubalozi inaweza kuwa inahusiana na makundi kama matatu. Kwanza ni harakati za wapiganaji waliopenya, kwamba inawezekana ni watu waliopenya kutoka huko Msumbiji na kuingia Tanzania, au ni mpango wa shambulio dhidi ya raia wa Marekani au taasisi za kimataifa au ni hata maandalizi ya mashambulizi ya kivita kwa mtindo wa urban jihad. Kuyo, hi kwa hiyo hii ni taarifa. Kwa kawaida taarifa kama hizi zinakuwa hazijakamilika. Lakini hata katika kuto kukamilika kwake, kunakuwa na wajibu wa kuziweka hadharani, kwa sababu kuweka hadharani ni moja ya njia ya kuzuia tatizo husika, kwamba wale wanaopanga kufanya vitu hivyo wanafahamishwa kwamba tunafahamu kuwa mna lengo la kufanya hivi. Uh, upande wa pili ni kwamba kwa kuweka tahadhari kwa kuweka taarifa hizi hadharani, pia kuna disadvantage, na disadvantage inaweza kuzua taharuki aa, na taharuki ni kitu ambacho ugaidi, una moja ya malengo ya ugaidi ni kuzua taharuki, kwa sababu taharuki kwa upande mmoja inaweza kuwafanikishia wao kufanya dhamira yao ya maana kwa kufanya shambulizi, lakini hata wasipofanya ile shambulizi kukwamisha shughuli za ma za kimaendeleo, kwa mfano, watu kushindwa kwenda kazini, watu kushindwa kwenda maeneo fulani, watalii kushindwa kwenda sehemu fulani, kwao ni faida, kwa sababu lengo lao kwa namna fulani limetimia bila kufanya kile walichopanga kukifanya. Kwa hiyo, kuzua kwa taharuki kunaweza kuwa na manufaa kwao. Sasa pia ni muhimu kueleza kuhusu hizi tahadhari zinazotolewa na balozi uh, za kigeni. Balozi ambazo mara nyingi zimekuwa zikitoa tahadhari hizi sana ni Marekani, lakini pia ubalozi wa Uingereza umekuwa ukifanya hivi na mara zote wanapotoa tahadhari kama hizi huwa hazipokelewi vizuri. Kwa upande mmoja, serikali huwa haipendezwi na utaratibu huu, lakini pia wananchi wengi huwa na shaka, kwa sababu hawa, kwa mtizamo wa wengi, ni mabeberu. Kwa upande wa serikali, utaratibu ni kwamba hizi taarifa kwanza, walengwa ni raia wa nchi husika. Kwa hiyo, katika hii hapa, walengwa ni raia wa Marekani, lakini pia kabla ya kuweka tahadhari hii hadharani Um, ubalozi wa Marekani utakuwa umewasiliana na wizara ya mambo ya nje kuwafahamisha nini kinachofahamu, lakini sitoshangaa na hali kwa jambo la ajabu, kesho serikali ikajitokeza hadharani na kukemea tukio hili. Huu ni utaratibu tu wa kawaida. Uh, mara nyingi nchi huwa zitafanya hivi na ni utaratibu, haimaanishi kwamba serikali itachukua hatua ya kufukuza ubalozi wa Marekani au kukaripia, lakini kuna uwezekano wa kuongea kwamba Ubalozi wa Marekani ulipaswa kuwasilisha taarifa kwetu, halafu sisi ndio tuna wajibu na dhamana ya kuwafahamisha wananchi kinachoendelea. Kwa hiyo serikali inapaswa kufanya hivyo, ubalozi wa Marekani nao unapaswa kufanya ulichofanya. Kwa hiyo athari za hili ni kama nilivyosema kwamba tishio la ugaidi huwa lina athari ya kuzua taharuki. Kwa hiyo pengine kuna hali ya kuzua taharuki, lakini pili inaleta katika mazingira katika siku za hivi karibuni ambapo imani ya wananchi wengi katika nchi za Afrika dhidi ya haya mataifa ya, ya magharibi imepungua. Kwa hiyo sintoshangaa na halitokwa swala la kushangaza watu wakisema hawa ni mabeberu na huko nyuma imetokea ta, walipotoa tahadhari ya mwisho miezi kadhaa iliyopita Tanzania mwaka jana walituhumiwa kwamba hawa mabeberu wana lengo la kutuhujumu. Hii ni vita ya kiuchumi uh, wana lengo kwamba watalii waache kuja kutembelea Tanzania na vitu kama hivyo, ambao kimsingi wanachofanya ni favor kwetu, kwa sababu wenzetu intelligence yao ni bora kuliko yetu, lakini pia mara, hata hiyo uh, nyenzo tunazozitumia katika intelligence yetu tunapata support kutoka kwao. Kwa hiyo kwa si swala la ajabu watu wa CIA kuwa na taarifa ambayo idara yetu ya usalama wa taifa haina, ili sio swala la kushangaza, wenzetu wako mbele. Lakini katika masuala ya intelligence haijalishi nani ni mzuri sana au nani mbaya, inategemea mazingira ambayo mtu anaweza kupata taarifa kuifanyia kazi. Kwa hiyo hili nadhani nimelifanya katika na si ku, kwa nia nzuri na si kwa lengo la kuihujumu Tanzania. Kwa hiyo mimi nimewasilisha hii taarifa kama nilivyoipokea. Je, A, ni ya kweli au si kweli? Pengine ni vigumu kufahamu na pengine hatutofahamu kwa sababu huwa taarifa hizi zikitolewa zinabaki kama zilivyotolewa kwa lengo la tahadhari. Lakini nashukuru kwa kunisikiliza na nitaendelea kualetea taarifa zaidi, asanteni.